Rais William Ruto amezua gumzo kubwa nchini Kenya baada ya kutangaza mfuko mpya unaolenga kina mama hasa wale single mothers kote nchini. Lakini baada ya tangazo hilo, mitandao ya kijamii imewaka moto. Kutoka TikTok hadi X, kila Mkenya ana maoni yake. Wengine wanasema hatimaye serikali imewakumbuka, wengine wanasema tusidanganywe tena. Lakini hapa Mizuka Media tunakuletea kauli kali, maoni ya kuchekesha na mitazamo tofauti ya Wakenya kuhusu mfuko huu mpya wa kina mama. Baki nami hadi mwisho wa video hii ujionee vile Wakenya chambua tangazo hili la rais Ruto, na mwishowe nataka kusikia maoni yako pia. Kwanza kabisa, tumsikie Rais Ruto mwenyewe akitangaza rasmi mpango huu mpya wa kuwainua akina mama, hasa wale single mothers nchini Kenya. Rais alisema zaidi ya wanawake elfu mia sita watapatiwa mafunzo, mitaji na nafasi ya kuingia katika biashara kupitia mpango huu. Na kwa maneno hayo, rais ameonyesha kuwa anataka wanawake wawe sehemu ya uchumi rasmi. Lakini je, Wakenya wanaamini hilo? kwa ile mpango ya akbo na hapo sasa, ndio wamama wale mmesema single mother, muko sasa na nafasi yenu. Tunataka wamama single mothers na wamama wale wengine wote wakuje, tunatafuta kinamama 600000 hawa wamama wakuje tuwafundishe na tuwapatie vile wanaweza kufanya biashara na sisi kama serikali, either national government ama county government, ndio muinue biashara zenu. Baada ya hotuba hiyo, hii video ya msichana mmoja wa Kenya kwenye TikTok ilisambaa sana. Alisema hatimaye hii imefika kwa single mothers, akimaanisha wamekuwa wakisahauliwa kwa muda mrefu. Ni kweli kabisa, kuna wanawake wengi wanaoishi maisha magumu wakilea watoto peke yao bila msaada wowote. Kwa hiyo, kwao huu ni mwanga mpya. Lakini si kila mtu alichukulia hivi kwa furaha ya kusupport single mothers. Nakuambia eh, now our favorite president ameanza kupita ile njia eh? Nakuambia kutafuta vote si rahisi. Amejua single mothers saa hii ndio wako na vote. Unishone hii mdomo yangu. Anyway guys, single mother tumefikiwa. There is a fund itaraunchiwa ya kusupport single mothers, so kama you are single mothers, it's our time na tumefikiwa. Na wenye wa wako single, guys, mngoje mngoje, time yenu ifike. Na kama umeolewa, weka tu hapo, na kama ujaolewa, ungoja time yako uolewe, alafu utoke ukuwe single. Anyway, <laughs> guys, it's our time. Eh, it is our time to shine. It's our time to get the fund from the government. Thank you so much, government of Kenya. Kwa kutukumbuka, tutakujia hizo pesa, tujikimu kimaisha na tuweke biashara kubwa kubwa. Asanteni sana. Sasa tazama hii nyingine. Msichana huyu kupitia mtandao wa TikTok pia amezua kicheko mitandaoni, anasema: wakileta hii pesa tukule, lakini tukule kwa ubongo, lakini mwaka 2027 tujue cha kufanya. Hii kauli imekuwa maarufu sana. Wengine wanasema ni uhalisia wa Wakenya waliokata tamaa, wengine wanasema ni mchezo wa kisiasa. Lakini je, kuna ukweli fulani ndani yake? Hilo tutajadili

Lakini hii video ya kijana huyu nayo iliwafanya watu wengi kucheka. Anasema anaunga mkono kabisa mpango wa rais Ruto, lakini ana ombi moja tu kwa akinamama: msituue kwa ajili ya hiyo pesa. Hapa anaonyesha kwa utani jinsi baadhi ya wanaume wanahisi kuteswa kihisia na wanawake, lakini ujumbe wake uko wazi kabisa: mfuko huu usiwe chanzo cha mgawanyiko, bali uwe msaada wa ukweli kwa familia za Kenya. Our very own President William Samoe Ruto has a plan to launch single mothers fund single mothers high Hello finally mmefikiwa your excellency This is a good move I love it but I have a kind request to our beautiful true daughters of this way. Tafadhali dada zetu mstuwe jamani ndo mpate hela ah, mustuwe mstuwe Najua kuna njia nyingi za kutafuta hela, lakini kama hino ndo njia ya kutafuta hela, tusameheni. Naomba msamaha kwa niaba ya wanaume wenzangu ambao wana tabia mbovu. Please msitumalize, ndio ili mkue

Wahome, Kagwe, Kabogo, you're going to be sent home. And especially Minister of Education. I see you also going home. Hello. Yes. thank you so much. God go bless you. Single Mother's Fund. h uh, single Mother's Fund. Kwa ujumla tangazo hili la rais Ruto limeleta hisia mseto. Wengine wanaona ni hatua nzuri ya kuwawezesha wanawake kiuchumi, wengine wanaona ni mbinu ya kisiasa kuelekea mwaka wa uchaguzi 2027. na wengine wanasema kama kweli pesa hizi zitafika mashinani, basi pengine Kenya inaanza kuona mabadiliko makubwa. Lakini swali ni moja tu. Je, mfuko huu utawasaidia kweli akina mama, au ni ahadi nyingine ya kisiasa tu? Niachie maoni yako kwenye comment section. Unadhani huu mfuko wa akina mama na single mothers ni msaada wa kweli au ni kampeni za mapema